Oratorio Media, karibu katika tafakari, ikiwa ni dominika ya nne ya Kwaresma ya mwaka C wa kanisa, katika tafakari hii iliyoandaliwa na shemasi Michael Manyama kutoka jimbo katoliki la Musoma. Dominika ya nne ya Kwaresma inayojulikana pia kama dominika ya furaha inatualika kufurahia kwa sababu tunakaribia kuadhimisha fumbo la ukombozi wetu kupitia mateso kifo na ufufuko wa bwana wetu yesu kristo liturujia neno la mungu katika dominika hii inatufundisha juu ya huruma na upendo wa mungu baba mwenye huruma ambaye daima yuko tayari kutupokea tunapofanya toba ya kweli na kurejea kwake katika masomo yetu, somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua sula ya tano aya ya 9a ya kumi hadi ya kumi na mbili linaelezea jinsi Waisraeli walivyoadhimisha Pasaka yao ya kwanza katika nchi ya ahadi baada ya miaka mingi ya utumwa na safari jangwani. Hii inaashiria mwanzo mpya wa ukombozi kutoka utumwani, ikitufundisha umuhimu wa kujitakasa na kujipatanisha na Mungu ili kushiriki kikamilifu katika furaha ya ukombozi. Katika somo la pili kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto korinto sura ya tano aya ya kumi na saba hadi ya ishirini na moja tunakumbushwa kuwa kwa njia ya Kristo tumekuwa viumbe vipya. Mungu ametupatanisha naye kupitia Kristo na tukupata huduma ya upatanisho hii inatufundisha kuwa hitaji kujipatanisha na Mungu ni la kila siku, la kutuongoza kuishi maisha mapya katika Kristo. Katika somo la injili, injili ya Luka sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya tatu ya kumi na moja hadi ya thelathini na mbili Tunakutana na mfano wa mwana mpotevu ambao ni mojawapo ya mifano yenye mguso mkubwa kuhusu huruma na upendo wa Mungu. Kupitia mfano huu, Yesu Kristo anatufundisha kuhusu moyo wa Baba wa mbinguni, jinsi anavyotupenda na kuwasamehe watoto wake wanapotubu na kurudi kwake. Maana ya ujumbe wa mfano wa mwana mpotevu: moja, mwana mdogo, yaani nafasi ya dhambi au nafasi ya mwenye dhambi. Mwana mdogo alichukua urithi wake mapema na kuondoka kwa baba yake, akitumia mali kwa maisha ya anasa hadi alipojikuta maskini na katika shida kubwa. Ndugu wa Kristo, hii inawakilisha hali yetu ya ubinadamu pale ambapo tunamwacha Mungu na kujaribu kuishi kwa njia zetu wenyewe. Mara nyingi tunapojitenga na Mwenyezi Mungu, tunajikuta katika hali ya dhiki, upweke na pengine katika mateso makubwa. Kupitia mwana mpotevu huyu, tunapata pia fundisho la toba na kurejea kwa Baba. Baada ya kupitia mateso, kijana anafikiria upya maisha yake na kugundua kuwa hata watumishi wa baba yake wana maisha bora zaidi yake. Anaamua kurudi na kusema, Baba, nimekosa dhidi ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao. Ndugu wa Kristo, hii inawakilisha hali ya toba ya kweli. Ni somo muhimu kwamba tunapogundua makosa yetu tunapaswa kurudi kwa Mungu, na tunaporudi Mungu anatusamehe kwa upendo wake mkuu. Vilevile katika injili hii tunaaswa juu ya upendo wa baba na huruma yake. Baba hakusubiri mwanaye afike nyumbani, bali alikimbia kumlaki, akimkumbatia na kumvalisha vazi jipya. Hii inaonyesha jinsi Mungu alivyo na shauku ya kumpokea mwenye dhambi anapotubu. Baba hakulaumu hakumuoji alikokwenda bali alimkaribisha kwa shangwe, ambapo hii ni picha kubwa ya huruma ambayo Mwenyezi Mungu yanapotimiza katika akili za kibinadamu. Mwana mkubwa hali ya mwenye haki Asie, as, wasio na dhambi wasio na huruma. Mwana mkubwa anapinga sherehe ya kurudi kwa mdogo wake, anaona ni dhuluma, kwa sababu yeye alikubali mwaminifu na alikuwa mwaminifu kwa baba, lakini hajapewa sherehe kama hiyo. Ndugu wa Kristo, hii inatuwakilisha sisi ambao tunajisikia kuwa wema lakini hatuna huruma kwa wenye dhambi waliotubu. Inatufundisha pia kuwa lazima tusiwe na moyo wa chuki na wa chuki, bali tufurahi pale wengine wanapookolewa na kuondolewa dhambi zao. Wapendwa wa Kristo, tutafakari maisha yetu ya leo tujiulize katika mioyo yetu. Je, sisi ni kama mwana mpotevu? Tumewahi kutengana na Mungu kwa dhambi na maisha yetu ya anasa? Au tunatambua hitaji la kurudi kwa Baba na toba ya kweli? Vilevile, sisi kama Wakristo, je, tunatambua upendo wa Baba? tunatambua kuwa Mwenyezi Mungu si mkali wa hukumu bali ni baba wa huruma. Basi tunapaswa kumkaribia kwa ujasiri, tukijua kuwa anatusubiri kwa mikono wazi. Vilevile, tunapaswa kufananishwa na kaka mkubwa au tunapaswa kufananishwa na baba wa huruma? Wakati mwingine tunaweza kuwa na roho ya wivu au hukumu wengine. Yesu anatufundisha kuwa tuwe na moyo wa huruma na kufurahia wokovu wa wengine, ili tuweze kushiriki upendo wa Baba. Ndugu wa Kristo, tukimalizia, tunaweza kusema katika dominika hii ya yani, nne ya Kwaresma, tunaitwa kuishi katika mwanga wa huruma ya Mungu kwa kutubu, kusamehe wengine na kushiriki upendo wa Baba na wote wanaomtafuta. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunahimizwa kutafakari juu ya huruma ya Mungu na kujitahidi kufanya toba ya kweli, tukirejea kwa Baba yetu wa mbinguni kwa moyo mnyenyekevu. Huruma hii ya Mungu inatufundisha kuwa tayari kuwasamehe wengine na kuwa vyombo vya upatanisho katika jamii zetu. Tujenge utamaduni wa kukimbilia huruma na upendo wa Mungu, tukikumbuka kwamba upendo wa Baba umetukomboa. Asanteni kwa kutafakari pamoja. Humiria hii imeandaliwa na Shemasi Michael Manyama, jimbo katoliki la Msoma. Asanteni kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii ya Oratorio Media. Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe kushare, kulike na kukomenti. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.